Jinsi ya kuanzisha biashara ya saluni ya kike. Hii video itakusaidia wewe ambaye unataka kuanzisha biashara ya saluni ya kike. Ufahamu unaanzia wapi? Jambo namba moja la msingi ni tafuta eneo zuri. Eneo lenye watu wengi. Mfano stendi ya magari, sokoni. Jambo namba mbili la msingi, pata leseni ya biashara kutoka mamlaka husika. Ukisha kuwa na leseni, hii itakufanya ufanye biashara ukiwa huru. Jambo namba tatu la msingi, nunua vifaa vya muhimu, vifaa kama mfano kiti cha saluni mashine ya kukaushia nywele, vifaa vya kusuka, beseni za kusafishia nywele, pamoja na vifaa vingine vyote vya muhimu ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye saluni hiyo ya kike. Namba nne, panga mtaji wako vizuri. Sasa mtaji inategemeana na ukubwa wa saluni hiyo ya kike, mfano Panga mtaji wa shilingi milioni moja na laki tano, lakini kumbuka mtaji unategemeana na ukubwa wa saluni. Namba tano tangaza huduma zako. Tumia WhatsApp, TikTok, Instagram na mitandao mingine ya kijamii, au tengeneza bango ili kutangaza huduma yako na mwisho hudumia kwa ubora. Wateja wakiamini huduma yako, watarudi na kuwapeleka watu wengine.